Msisahau inahitajika na laki mbili na nusu kwa ajili ya vifaa kama vile udi <laughs> maana naenda ujinini na majini wanatakiwa niwape udi ili wasinione mimi mbaya, <laughs> na mengine mengi kukamilisha kabla siku ya tatu ya mwezi mpevu <laughs> eh. Sauda.

Mama, kama nilivyokwambia hapo awali, nafsi ya mwanao imefichwa kwenye bahari ya Shamu. <coughs> mayonga yonga mayonga mayonga yonga mayonga mayongayonga mayonga yonga mayonga, mayonga, mayonga, mayonga. <coughs> Zimebaki siku tatu tu pekee. Baada ya hapo, mwanao atopona tena. vinatakiwa <coughs> vipatikane hivyo vitu leo Niende vitani baada ya kufanya tambiko. mayonga mayonga mayonga mayonga mayonga mayonga. Mganga, tupo tayari, nitavileta. Narudia tena kabla jua la leo kuzama. Uh, leteni jogoo mweupe na mchele kilo mbili. Uh, pia msisahau na hili laki mbili na nusu. Nadhani hapo mama, tumeelewana <laughs> tawili mganga, mnaweza mkaenda yonga mayonga. Mayonga yonga mayonga. Kumbukeni ni siku tatu pekee zimebaki, tukichelewa ndugu yenu atopona tena <laughs> <laughs> Uh, mnaweza mkaenda mnaweza mkaenda mayonga, mayonga. Mayonga, mayonga, mayonga, mayonga, mayonga yonga mayonga yonga mayonga yonga mayonga yonga mayonga mayonga. Kiukweli mayonga. Mayonga. Mama, huyu mtoto sikiza, amekuwa na tabia mbaya sana hata nikimwachia kazi afanye. mfano nikimwambia aoshe vyombo, nikitoka nikirudi najikuta vile vile. Yeye hata sijui amekuwaje. Mm. Wewe mtoto, kwa nini amekuwa hivi jamani? Amefikia hatua ya kukudharau hivi, hajui kama wewe ni mama yake jamani? Yaani kama jana sasa amenitukana kama mimi ndo mtoto yeye ndo mtu mzima hivi. Mama, hivi kweli yule mtoto akunitukana mimi hivyo? Yaani, yani yeye ndo ananitukana mimi matusi, kama mimi ndo mwanaye, tena ananiambia mimi nilikosa mwanaume wa kunioa na ndio maana nikaolewa na baba yake. Kweli mama? Pole sana mwanangu, ushamwambia baba yake? Hapana mama. Kwa nini? Sasa naogopa kuwagombanisha baba na mtoto. Hakuna kumgombanisha baba na mtoto hapo, bali unafanya hivyo ili mtoto akuheshimu. Yaani Zena kukuambia kwamba umekosa kuolewa naye, ndio maana umeolewa na baba yake? Kweli huyu mtoto ukuaji wake unampelekea pabaya sana. Mama, acha mimi niwe nyumbani kampikie binti yangu, maana ndo mida yake ya kurudi shuleni, asije akarudi akakuta chakula hakuna bure. Sawa mwanangu, wewe tangulia mimi nakuja kuzungumza naye, maana huyo mtoto naona anataka kupanda kichwani mm -hmm. Sawa, karibu mama na upendo wa dhati maana mbele ya kufanyiwa vitimbwi vyote hivi, lakini bado wana mjali na kumpikia kwa wakati. Mama watoto, kipenzi changu Msultana, ah, mke wangu, naomba unisamehe sana. Najua kile kitendo cha jana kimekukathirisha sana, hata mimi najiuliza kwa nini imetokea hivyo. Nahisi ni shetani tu amenipitia. Mke wangu, naomba unisamehe. Alafu kinuna hivyo, najisikia vibaya sana. Mimi nilikusamehe tangu jana ile ile, mme. Kila kitu ninachokiwaza ni hiyo hali ulionayo. Utaweza kwenda kazini kweli? Na hata kama ukisema unaenda, utaweza kuelewana na bosi wako kweli? Kwa hiyo kila nikikuwaza mme wangu najikuta nadondoka na machozi. Ah, kumbe ndo hilo mke wangu. Mimi nikutoe wasiwasi, yaani nivyokukuta hapo unatoa machozi basi moyo wangu wote ulikuwa unafikiria makosa aliyotokea, ila nikuahidi tu, mimi kazini nitaenda na nitapiga kazi. Hakuna kitu chochote ambacho kitatokea, ondoa hofu, kipenzi changu. hmm? siku nzima alio mkutana na Kizigo ndio. Ah, si unajua leo hiyo Ijumaa yeye huwa haendi kazini, kwa hiyo nimeshinda naye kutwa nzima. Imepiga stori kweli na Kizigo, tumekumbuka mambo mengi sana, kuanzia ya utotoni. Naomba usiene karibu sana, nahisi sio mtu mzuri kwako. Mbona ah? Sikuelewi kwa nini ndo hivyo, sio mtu mzuri kwako. Eh, umenihitaje na na nani? Nani? Ni mara ngapi nimekuzuia kuniita mama? Hivi unaniona mimi sina akili kama marehemu mamako, mama, si ndio? Nm anakuwa imekuwaje tena mwanangu? Ndio mimi likwatena muuliza atakula nini nimpikie, yenda akachukua mwiko akaanza kunipiga. Wenzena huyo si mama ako huyo. Haya, unapatije jukumu la kuchukua mwiko na kumpiga mama ako eh? We mjukuu wangu, mbona upo hivyo? Mamako simekuacha ukiwa mtoto na nando, umelelewa na huyu, imekuwaje leo unataka kumuua eh? Alafu haya nilikuwa nayasikia tu, leo nimeashuhudia mwenyewe. Huyu mama anajali mpaka muda wa kukupikia, leo unataka kumfanya hivi? Mwanangu, mamako hey. Sijamlea babako hivyo na wewe acha kulea hivyo. Kipi anakuwa na tabia mbaya mbaya? Eh? Mwanangu, babake mimi nitamwambia. Lakini naomba na wewe umwazibu kama yeye huyo. Mama msa mpiga baada ya mtoto. Ana mtoto gani yetu wewe? Una mtoto gani wewe? Wa kuweza kumpiga mamako na mwiko. Una mtoto gani wewe? Mama yuko makini sana. Ukirudi shule tayari umeshakuta chakula. Lazima ujue huyu ni mama yako na yule ni babako. Babako sijamfundisha hivyo, na wewe hujakulea hivyo. Mwanangu, tusamee sisi. Sisi ndo tuliokosea. Mwanangu, nilishamwambia asije akaoa kwenye ukoo wa familia ya mama yake huyu. Lakini hakutaka hata kunielewa. Wewe ndo mwanamke mimi ninaye kuelewa wewe. Hizi tabia ulizozichukua kwa mama yako. Ndio maana mama yako amekufa haraka. Wewe kwa tabia zako mbaya utakufa haraka mtoto. <coughs> Mwheshimu huyu mama. Nalia mwanao, sina pakukimbilia mama. Mama, toka kwenye kaburi, nateseka sana mama. Nani wakunielewa? Yatima mbaya sana mwanao naomba umpige huyu kwa jeuli zake, na jinsi nilivyoshuhudia, nakupa ruksa, na mimi ndio nitakuwa shahidi, hata kwa baba yake. Naomba umpige ili awe na adabu. Ndo umempiga hivyo, hawezi akakuheshimu huyu mwanangu. Mimi naomba umpige ili ashike adabu. Mama huyu Zena ni malaika, inawezekana tu shetani alimpitia. Pia naogopa nikimpiga sana ataumia, unajua huyu bado mdogo. Hakuna cha shetani, wewe ni mama na huyu ni mtoto. Usipo mwazibu huyu atakuwa akuheshimu. Naomba umpige kisawa sawa, na mpaka ajue kwamba wewe ni mama yake na wewe ni mlezi wake Mama unajua, Zena mwili wake sasa hivi ni wa ukuaji, inawezekana ni ukuaji tu. Alafu najua huyu ni mdogo sana, naweza nikampiga akaumia. Siwezi mama, sasa naanzaje kunyanyua mkono wangu kumpiga mtoto huyu eh? Malaika tu wa Mungu ajitambue tu mama. Hmm, na kuelewa mwanangu, jisieni unavyomuhudumia huyu mtoto lakini mimi nimekuwa shahidi mkubwa kwa siku ya leo. Naomba umpige huyu mtoto mwazibu. Yaani hapa saa hizi ingekuwa Hamdi yangu ningemtandika, lakini fursa hii nimekupa wewe. Naomba umpige mpaka ajielewe na kuheshimu, ajue kama wewe ndo mama. Mama, mi nazani zina takuwa ametuelewa kwanza, kwa adhabu tu tulizompa na maneno makali uliyoongea, mi nazani ametuelewa. Sieti zena mwanangu. Pole mama. Mwanao huyu uwe unampiga usipokuwa unamwadhibu huyu, na hayo malezi unayotaka kumlea wewe ya kinyanya nyanya, huyu atakuwa akuheshimu. Kwa hiyo kila atakachokufanyia kibaya, naomba uwe unamwadhibu, ili awe anajua kama huyu mimi ndio mama aliyenilea, na akija baba yake, mimi nitakuwa shahidi namba moja kumweleza yote anayafanya. Aya, mimi nawaacha lakini nakuomba atakalo lifanya huyu mtoto huo unamwadhibu. Zena, huyu mama ako na uwezi ukampata mama kama huyu, anayekulealea huyu, naomba mheshimu, usija ukawa nazidi kumletea tu tabia mbaya, sijui umenielewa. Mi ni waache wewe kama unatoka. Samahani kwa leo, siwezi kukusindikiza kwa sababu kama unavyona Zena ajali na ndo hizi changamoto tu zimetokea kwao. Nataka nimpikie mtoto na amechoka, amtoka shule, nimfulie na uniform zake za shule ili kesho aende shule akiwa msafi. Mm. Umeona jinsi mamako anavyokuenzi anavyokuendo anavyokupenda. Haya, mimi niwaache, nipo juu ya kaburi. Mm. Kwa nini unasema hivyo, kifagio? Mimi nilikwambia watajie tu pesa, cha kushangaza umewatajia mchele mpaka na kuku. Hey, abuju, abuju, abuju. <laughs> ah, unapopata fursa inabidi uitumie vizuri na mimi nimeitumia vizuri, nilimisi kula mchele na kuku <laughs> sasa nikaona ile fursa ilivyokuja nikaamua nitumie, maana nimeumisi kweli <laughs> lakini kicheko mimi nilikutajia tu familia ya yule tano, wewe rafiki yake ulimjia vipi? Hiyo ile ni mbinu ya kivita, lazima uwe na plani B na A na C na D na F. Sasa mi nilipopata ile plani, nilipopata ile mbinu ya kivita nikaona nivitumie vizuri, nikaenda nikasachi, nikachunguza, nikapata wewe. Uone, wameingia kingi, wamekubali wanaleta mizigo Ah, mi ndo kicheko king wa mtaa king of street. Sasa naomba nisikiliza kwa makini, hakikisha kesho unawi pale kilingini, wasija wakarudi kwa kukosa tukashtukiwa bure. Mzigo unakuja, ah, lazima ni wai mm-hmm. mbaya hiyo, mbaya hiyo, michezo hiyo, kifagio michezo hiyo, buju, buju, buju. <laughs> Mama nakukumbuka sana no mama wangu, baba na bibi wananipenda, lakini kutokana na chuki za huyu mama, unajikuta wao pia wananiudhi bila wao kujua. <laughs> Mama leo hii mimi kusingiziwa na mpiga mama mdogo. Kwani mama, kwani mama <coughs> <coughs> <coughs> najua kuwa ulipo unisikii, lakini tambua nakukumbuka sana mamangu, pia nakupenda sana sana mamangu. Manata hata usingeondoka mama yangu, ungekaa na mimi. Siku zote za maisha yako amateso singenikuta. Wa zena mwanangu, naona kila kitu, naona mateso yote unayopitia mwanangu. Ni vile tu siwezi kukusaidia mwanangu, mimi sina nyama kuwa na nyama ningeweza kukusaidia mwanangu, lakini uwezo huo sina. Lakini ipo siku inakuja, utaishi kwa furaha na amani tena kubwa. Kuna mtu nawasiliana naye mwanangu, kama atakubali kukusaidia basi amini, utaishi kwa furaha kubwa sana. Akikubali kukusaidia kwa moyo mmoja, basi mwanangu, tundukana naye makeso Zena, nakupenda, nakupenda sana mwanangu. Najutia kukambali na wewe lakini, wanadamu ndo wa amentenganisha na wewe mwanangu, sikupenda nikuate. Zena, nakupenda. Zena, nakupenda, nitahakikisha utondokana na mateso mwanangu. Tambua tu mama yako nipo na naona kila kitu, mama. Toka kwenye kaburi nateseka sana mama. Ah, asante sana kwa chakula wanyekisa. Wanasema ndaka fijo asante kushukuru, kwa kushukuru. Unajua, kuna kitu najiuliza sana, kwa nini watu tunao waamini sana ndio wanakuwa wabaya wetu? Umekucha, unamaanisha nini kusema hivi? Jana sisi tulikuwa kwa mganga, mimi mama yako na dada yako. Naomba unisikilize kwa makini, mke wangu, msije mkawa mmemfanyia kitu chochote kile binti wa watu. Binti gani? Ina maana wewe umejisahulisha, umejisahulisha kwamba mimi nina rafiki kila siku naye muongelea, ambayo unasema wewe umuone? Sasa mme wangu hivyo, unajua kwamba unanichanganya? Hebu nisikilize wewe, yaani wewe mama pamoja na dadangu sitoelewa kabisa, yaani kama mmemfanyia jambo baya tena tena, msije mkawa mmeenda kwa mganga mumweke kwenye chupa niwe nashindwa kumuona. Na kwanza mnanipa wasiwasi, leo siku nzima sijamuona, na wakati leo aliniambia atakuja ili aje akanionyeshe binti yake, mke wangu. Mm. kweli umelogeka mme wangu? Vyovyote vile nirogeke, mnipige, sijui nini, nimepigwa sijui vitu gani, ila mkimzuru yule binti, mama we, mke wangu Hey, moto kwa umeuwasha jamani! Hivi mnajua yule dada anateseka? Mnajua ananitokea tokea kwa sababu gani? Kwa akili yako, e, unahisi nantaka ko mimi naweza nikadeti na mzimu eh? Naweza nikadeti na mzimu we, usinleteendawazimu wako waganga waganga, twwanuangta kwenye Sauda Sauda wewe. Wewe uko kweli hawaja kuloga hawa mama, mbona kama unalia eh? Sasa kati yangu mimi na wewe nani ambaye hayuko sawa? Sasa wewe ndio utajua, kati yangu mimi na wewe nani hayuko sawa, kama yule binti analia vile na kama mme mzuru. Mama, niambie ukweli, hebu naomba, ah ah, tafadhali tena. Nambo sinisogelee. Sasa nisikusogelee vipi eh? Aya, unalia, umekuja unalia, nisikusogelee vipi? kamichizi au mwenda wazimu kama hawa wameenda kukuloga, ili mradi hata nikiongea na wewe unione na mimi unanichukia, au mimi ndio kama nimehusika kwenye maswala yako. Nyinyi mumuache binti wa watu. Mama, mimi ndio yule yule swaiba wako Sauda, Sauda.